Wakati yote haya yanayoendelea, kuna gwanda linaloshuka juu ya kila mmoja. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anakuagiza na, na wewe kufanya wakati hawa wanatenda. Na wewe kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anakuagiza kukitenda, kitende kwa roho. Hapa saizi Roho ameshuka, mruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi <tipa>

Bwana asifiwe sana. Kwa kweli nimemshukuru Mungu sana, mimi naona ni sehemu ya maisha yangu kuonana na ndugu yangu mtumishi wa Mungu Askofu mkuu Lazaro hatukikataa kwamba si askofu mkuu lakini ni askofu mkuu, maana ni sehemu isiyoisha hiyo. Kwa hiyo nazihesabu na siku zangu, kwamba si rahisi kusema, lakini ningesema kwamba Bwana, nashukuru kwa kuwa nimeona jambo hili, waweza sasa kuniamulia. <clears throat> Lakini hayo yako mikononi mwa Mungu. Amen. Bwana yapewa sifa. Nadhani jana niliongea hapa, lakini kwa kuwa ndugu yangu alikuwa hajafika, ni vema niongee tena. Ninyi <laughs> ninyi wa Pentekoste mna matatizo kweli t <laughs> mambo haya yanaitwa ya Kulola na Lazaro yamenishangaza sana, wakati hayako kwangu wala hayako kwa Askofu Mkuu Kulola. Nashangaa yanatoka wapi mpaka mmemsababisha kutoka Burundi ajapumzika aja hapa. mi ningesema taka kuondoa jambo hilo katika moyo wangu kabisa. Sisi tulikuwa na vita kweli na vikali kweli, ndugu yangu. Mgogoro ule uliotokea haukuwahi kuwa mgogoro wa askofu Lazaro na askofu Moses Kulola, haujawahi kutokea kicha namna hii. Kama mtaki kukubali, niendeni mahakamani nkaangalie kile ma, ma, ma, ma, ma, ma, majaji walikuwa wanaamua, kama utakuta jambo la askofu kulola na askofu lazaro uniambie, niletee document hiyo. Ilikuwa ni matatizo mashambulizi ya mgogoro wa, wa kile kinachoitwa Tanzania Assemblies of God, sio mimi wala sio ndugu yangu. Haleluya! Bwana akasema maelfu ya watu walipokuwa wanamsikiliza yeye, alikuwa amesimama kando ya ziwa Genezareti, ziwa au bahari. Mtu aliyezama duniani maana yake amezama baharini. Ni dunia, samaki ni wanadamu, wamezama baharini, ziwani ukaa kando, maana yake umeiacha dunia, umeacha kuzama humo, kuzamika, umekukimbia Yesu. Alisimama kando ya kuzama, ili awape mfano wanadamu, wasiingilie kazi ya Mungu, pamoja na kuzama duniani, ili uyaone yaliyomo duniani, ukapate kuvaa misuti. Bila misuti huwezi kuhubiri bila kupata pesa ya na nauli huwezi kwenda. Yale yote ni ya ulimwengu, ni majaliwa tu. Bwana atayatoa baadaye, kwa wakati utakapofika. Yakifika yapokee, hajafika usiyatafute kwa nguvu. Tafuta kwanza roho za watu, umpendeze Mungu, wala usitafute kwamba mpaka nipate spika nani aliyeitwa pamoja na spika? Neno spika tulifutilie mbali, limelemaza wahubiri wengi, kupata kwanza spika, mtipo aanze kuhubiri. No, nasemea upande wangu, sijivuni, natoa ushuhuda Mungu alivyonisaidia mimi binafsi nipeleka kwamba Moses Kulola anajivuna, sina hilo. Nilikaa miaka kumi na saba na hubiri kwa, kwa kinywa miaka kumi na saba. Baadaye nikacha kupata kabesa, nikadogo, kuliko zile besa ni kubwa. Maiki yake ni ya kuweka hapa kama ubao, nikawa na katupa hapo, na nahubiri kwa kinywa hadogo sana na kaweka mbele hivi, wala kule hawasikii. Hata hivyo, nilivumiliana nako kwa watu wachache kwa miaka miwili, nikaja kupata besa ni moja kubwa kidogo. Sasa nilikaa nayo miaka mitano, ndipo nikapata spika kutokana na mtu huyu kutoka Tukuyu, wati thelathini Ikasema imetosha. Ihimidiwe jina la Mungu Baba, na Mungu ataviponya hivyo, havitakufa haraka. Sikiliza habari njema ziletazo utulivu kwa watumishi wa Mungu kama mimi na wewe. Unapenda nikwambie, ninapoona watumishi wa Mungu hivi moyo wangu unanigeuka kuwa kijana kabisa. Wakati huu siwezi kwenda kama zamani, unashindwa. Umefikia wakati wako, mwana wa Mungu, jitahidi asiwepo wa kukurudisha nyuma jaribu kuchukua hatua yako, hata kama unavutwa huku, piga hatua tu, ikiwezekana piga mkono, nenda bwana. Yeah. Ameniinua kwa ushuhuda wa upande wangu, sijui kwako kama amekuinua kwa njia ipi. Mimi sijui alivyokuita, ndio maana nakuheshimu kwa maana sijui alivyokuita Mungu. Siingilii kabisa juu ya mtu yeyote alivyoitwa na Mungu. Ukiniuliza habari ya mchungaji wa Katale, namuheshimu sana, kwa sababu sijui alivyoitwa na Mungu. Wito ule ni kutoka kwa Mungu. Usipouheshimu utashindana na Mungu aliyemwita kila wito wa ndugu yako uheshimu, wala usiseme lolote juu yake, wala usikosoe, usikosoe juu ya injili yake na dhehebu lake. Please watu wa Mungu, ile namna ya kukosoa madhehebu ya mtu anavyoendelea kuabudu. Anaabudu nani? Hatukumbuki wana wa Injili sisi, sisi sote ni sura moja. Mbona uingilie hali ya nyumba ya ndugu yako kukosoa? Unamkosoa ndugu huyo, mwache na kuomba tu, heshimu Shughulika na mambo yako alivyokuita Bwana. Ukimwona na mwingine, mnakutana mnafurahiana, unapiga vita wapi? Huku na huku, wala usimzuie zuie na kufanya hili. Mbona hata wanafunzi walisema, Bwana, tumewaona watu wakihubiri na kufukuza pepo, tukawazuia. Yesu alisema mmekosea, umekosea kuwazuia na kuwakemea hao, siyo adui yenu, kwa sababu yeye asiyenitukana mimi yu pamoja nasi. Kazi haiendi mahali ulipo, mwite yule unayejua Bwana amembariki, ana injili, mwite, usiulize dini yako unasa, ni Mpentekosti na umemsikia umemsikia, kihubiri pasta Masalu, njoo hapo unisaidie. Pasta Mbepela, njoo hapo unisaidie. Pasta njoo hapa, anakuita kule Kigambo, njoo hapo unisaidie. Unaenda kumsaidia ndugu yako, kazi ni hiyo hiyo moja ya Mungu. Utakuwa msata kwa msa, wote, mchungaji wa watu wote Piga Bwana makofi mbili. Kabla sijauelezea upako, kuna upako kwa habari ya maisha yako. Sikilizi, kuna upako kwa habari za maisha yako, lisha upako wa kuhubiri Injili. Upako kwa habari ya maisha yako, maisha yako, maanake ni upako kwa habari ya mapito ya njia zako za ulimwengu huu kule utakakopitia, mapambano utakayokutana nayo, dhiki utakazopambana nazo, magonjwa ambayo utapambana nayo, hali ya jamaa yako na laana zake ambazo baba yako alikuwa nazo. Mashetani yatataka kushtaki kwa habari zako na yatakufuatia kwa mashtaka, kwa sababu Petro anasema iweni, iweni macho, kwa sababu mshtaki wenu ibilisi anasimama akitafuta kummeza mtu kitakachokusaidia ni nini? Unasema ni imani. Imani, imani maana yake ni nini? Maana yake ni kupewa haki ya mguso wa uungu uwe pamoja nawe katika mapito ya maisha yako. Haleluya! kuna <laughs> watu wengine ambao wamejali sana kuhubiri njili, lakini wamepoteza maisha yao kabisa, yamepotea kabisa kwa sababu hawakushiriki upako kwa habari za maisha yao. Wao walishiriki habari za kuhubiri injili tu. Kila mtu aliyeokoka anayo nafasi ya kupokea upako ambao nitaueleza hapa sasa. Jana niliendelea kusema, nikasema hivi, tutakapokuwa tunazungumza habari ya upako, tofauti ya upako na vipawa, nilisema ya kwamba wakati muondoko wa uungu unapoondoka katika uungu ule mmoja ule, wakati zile nguvu ama uwezo wa akili za Mungu zinapoondoka kwenda mahali au hekima yake, maana kila kipawa hakika yake ni hekima, ni uwezo na akili na ufahamu, kila kipawa tofauti iliyopo ni kwamba katika kutolewa kipawa kile kipawa huenda kufanya kazi sawasawa na makusudi, sawasawa na sababu zilizotolewa sawasawa na makusudi ya kipawa kile. Kile kipawa kitakapoanza kujitokeza kama, kama, kama, kama upako, hakitafanya jambo jingine lolote isipokuwa kile kile ambacho kimepelekwa kwa sababu hiyo. Na hii ndio maana watu wengi na wamekuwa na vipawa na wakati upako unapokuja juu yao hupenda kuutumia upako na kufanya vitu vyao, wanapoteza kabisa ndani ya, ndani ya upako. Ziko akili ambazo ni za ajabu sana, kuna ufahamu ambao ni wa ajabu sana, kuna akili na uweza ambao ni wa ajabu sana, lakini hautafanya tofauti na jinsi ulivyopelekwa. Mpe Bwana nafasi, mpe Mungu nafasi. Siku zimekuja wakati nafasi ya Mungu itawaidia, na wale wa Tanzania ambao walifikiria kwamba Mungu amelala, wa watajionea wenyewe wakati upako utakapokuwa unakawanywa vipande vipande na wale ambao wamejifanya kuwa watu wasioondoka mahali walipo eh, na wakuu wa nchi nwatawala wanji ambao wamejiona ya kwamba wao hawatamskiriza mtu, watakutana na upako na uweza wapana, watakutana nao na wakati hautakuwa mrefu. Uwe na hekima ya kufahamu upako huu unavyofanya kazi. Haleluya! Mungu anawapenda nataka ni askofu mkuu Kakobe nisamehe sana kwa sababu hii kitu nilikitafuta nikimalizie wapi na nah, akitaisha akitakoma tusimame, tusimame, tusimame. Uwepo hapa kesho ninapomaliza tu, na msimamo mmoja na ukiri mmoja kwa ajili ya nchi hii. Wabariki wote watumishi wako, mtumishi wako wameweka mikono juu yao, baraka hii itimie. Ya taku sasa Kristo, asante kwa uwezo na nguvu. Utayafumua yote ambayo yamefungwa nayo watayachota yaliyokuwa yamejaa mbele yako. Yes. Yatakuwa yao na nyumba yako katika nchi hii ya Tanzania. Yes. Mungu, wabariki watumishi wako wote, wabariki watumishi wako wote. Yes. Wabariki watumishi wako wote. Wabariki watumishi, watumishi wako wote E Mungu, wabariki watumishi wako wote, wajaze na kufurika mafuta baana, ya kondoo aliyenona, vipawa na uwezo, karama tisa kwa kila mmoja, macho saba ndani na nje, yafurike ndani yao, wasikie mwili wa Kristo ndani yao baana, kwa ajili ya kazi yako nji ya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo aliye hai

Sante kwa watumwa wako mbele zako, sante kwa roho wako mtakatifu, sante kwa vipawa vyako katikati yetu, sante kwa mkono wako uliotukuka. Nyosha mkono wako Bwana, ukawapake kwa upya, ukawainue kwa upya, ukawahuishe kwa upya. Inua huduma zao, wapake mafuta kwa upya wapake nguvu zako wainue kwa upya, mwenyezi Mungu Bwana, jina lako litukuzwe Bwana, jina lako litangazwe, jina lako lihimiliwe popote watakapokwenda, popote watakapokuwa, weza wako weza wako Bwana, uwe juu ya watu wako. Asante Baba, asante Baba kwa weza wako.